Karibu tena kwenye uchambuzi wetu. Leo tunaingia kwenye mjadala mzito kweli kweli, moja ya maswali ambayo yamewasumbua wanadamu tangu zamani za kale. Hebu tuanze safari yetu kwa kujiuliza swali hili muhimu. Je, wewe ndiye unayeandika hadithi ya maisha yako? Au labda wewe ni muigizaji tu unayefuata muswada ambao tayari umeandikwa na ulimwengu? Hili ndilo fumbo tunalojaribu kulifumbua leo okay. Ili tuweze kuuelewa huu mjadala vizuri, ni lazima kwanza tuzijue pande mbili kuu zinazovutana. Upande mmoja tunao uamuzi huru. Hii ni ile imani kwamba, unajua, sisi ndio tuko kwenye usukani wa maisha yetu, sisi ndio madreva. Halafu upande wa pili kuna utashi uliopangwa ambao unasema a a, sisi ni abiria tu, safari nzima tayari imeshapangwa. Basi, uchunguzi wetu unaanzia wapi? Tunaenda mbali sana hadi kwenye kiwango kile kikubwa kabisa, sheria za msingi za ulimwengu wenyewe Fizikia. Sasa hebu fikiria kwa mfano, ulimwengu wetu ni kama saa kubwa, unajua ile ya kizamani yenye gia nyingi. Kila gia moja inapozunguka inasukuma gia inayofuata kwa mpangilio maalumu unaotabirika kabisa, yaani hakuna mshangao Hili ndilo wazo la msingi la utabiri wa kawaida katika mtazamo huu. Mustakabali umefungwa na hauwezi kubadilika, kama tu historia ilivyopita. Ni kama barabara kuu moja isiyo na njia za pembeni. Kila kitu kilichotokea jana ndicho kimesababisha kinachotokea leo na kinachotokea leo ndicho kitasababisha cha kesho, kwenye mnyororo mmoja imara usiokatika. Lakini kama ilivyo kwenye hadithi nzuri, mambo yalibadilika. Fizika ya karne ya ishirini ilikuja na mshangao mkubwa, kitu kinachoitwa quantum mechanics, na hii ilitupa changamoto kubwa sana kwenye lile wazo la saa. Haya, quantum mechanics inasema nini? Inasema kwamba tukishuka kwenye kiwango kidogo sana, kile cha atomi, mambo siyo ya uhakika tena. Badala ya ile barabara moja tuliyoiona, sasa tunakutana na uwezekano mwingi yaani mustakabali sio mstari mnyofu, bali ni kama mti wenye matawi mengi yanayoelekea pande tofauti. Hii inaingiza wazo la nasibu katika ulimwengu. Ok, tumetoka kwenye ulimwengu mkubwa wa fizika. Sasa hebu turudi duniani na tuingie ndani zaidi, hadi ndani ya akili zetu wenyewe, tukaangalie ushahidi kutoka kwenye sayansi ya ubongo. Katika miaka ya 1980 kulikuwa na majaribio fulani ya kisayansi na matokeo yake yaani yalikuwa ya kushangaza sana, yalitikisa kabisa jinsi tunavyofikiria kuhusu kufanya maamuzi. Hebu angalia kinachotokea kabla hata wewe mwenyewe hujapata lile wazo la okay, naenda kusogeza kidole changu. Mamia ya milisekonde kabla ya hapo, ubongo wako tayari umeshaanza shughuli za kujiandaa kufanya kitendo hicho. Yaani kuna shughuli kwenye ubongo isiyo ya kimakusudi, halafu ndio ufahamu wako unafuata na mwishowe kitendo chenyewe. Kuna pengo kubwa hapo kinachoshangaza zaidi ni hiki. Ubongo wako unaonekana kuanzisha kitendo kabla wewe hujafahamu kwamba umeamua. Ni kama ubongo wako tayari umeshafanya uamuzi kimya kimya, halafu anakutumia taarifa. O, kwa taarifa yako, tumeamua kunyanyua mkono. Sasa hapa ndipo swali gumu linapokuja, sivyo? Kama hisia zetu za kufanya uamuzi zinakuja baada ya ubongo kuanza kutenda, je, hiyo hisia ya uamuzi huru ni udanganyifu tu? Labda ni hadithi tunayojisimulia baada ya mambo yote kuwa yamefanyika. Okay. kwa hiyo upande mmoja fizika inatupa uwezekano wa nasibu, upande mwingine sayansi ya ubongo inaonekana kutuambia maamuzi yetu sio yetu. Sasa tunafanyaje? Hapa ndipo wanafalsafa wanapoingia. Hebu tuangalie misimamo yao mikuu. Kimsingi kuna timu tatu kubwa. Timu ya kwanza ni ya utashi mkali uliopangwa. Hawa wanasema, "Jamani, tusijidanganye. Uamuzi huru ni udanganyifu tu." Timu ya pili ni ya uhuru kamili. Hawa wanasema, "Hapana, sisi tuna uwezo halisi wa kuchagua." Na kisha kuna timu ya tatu, upatanifu, ambao wanajaribu kusema, "Tulia, labda pande zote mbili zina ukweli fulani." Hii picha inaonyesha vizuri tofauti kati ya wale wanaopingana vikali. Wafuasi wa utashi mkali uliopangwa wanatuona kama tumefungwa minyororo na matukio yaliyopita. Lakini wafuasi wa uhuru kamili wanatuona kama tuna uwezo wa kuvunja hiyo minyororo na kufanya maamuzi mapya kabisa yasiyofungwa na historia. Sasa, wale wapatanifu wanakuja na wazo la kuvutia sana. Wanasema hivi, "Okay, labda ni kweli kwamba matamanio yangu yamesababishwa na maumbile yangu, lakini wanasema uhuru wa kweli ni pale ninapoweza kutenda kulingana na hayo matamanio yangu bila mtu kunizuia. Yaani, kama ninataka chai na ninaenda kuinywa, huo ndio uhuru. Sasa unaweza kusema haya yote ni mambo ya falsafa tu, yananihusu nini? Ukweli ni kwamba mjadala huu unagusa msingi kabisa wa jinsi tunavyoishi pamoja kama jamii. Ni muhimu sana. Hapa ndipo swali kubwa linapojitokeza. Nini kinatokea kwa dhana ya wema na uovu, yaani maadili, kama hakuna uamuzi huru? Kama mtu hawezi kuchagua, tunawezaje kumlaumu? Fikiria kuhusu mfumo wetu wote wa sheria na haki. Umejengwa juu ya wazo moja la msingi, kwamba watu wanawajibika kwa matendo yao. Kwa nini? Kwa sababu tunaamini walikuwa na chaguo la kufanya vinginevyo. Bila wazo hilo, mfumo mzima unayumba. Hivyo, kama tutakubali kwamba uamuzi huru ni udanganyifu, maswali magumu yanaibuka. Je, tunaweza kweli kumwadhibu mtu? tunaweza kweli kumwajibisha mtu yoyote? Dhana nzima ya uwajibikaji wa kimaadili inakuwa mashakani. Mfumo wetu wa sheria utakuwa na maana gani tena? basi baada ya kupitia ushahidi wote kutoka fizika sayansi ya ubongo na falsafa tumefikia wapi? jibu ni lipi? ukweli ni kwamba hakuna makubaliano hili bado ni moja ya mijadala mikali zaidi wanafizikia wanasayansi wa neva na wanafalsafa bado wanavutana kila mmoja ana kipande chake cha fumbo lakini hakuna anayejua jinsi ya kuviunganisha vyote pamoja mwisho wa siku Uhusiano kati ya ufahamu wetu, sababu zinazosababisha matukio na uwezo wetu wa kuchagua unabaki kuwa fumbo kubwa lisilo na majibu. Ni moja ya maswali ya kina kabisa kuhusu sisi ni nani. Na ili tukumalizie, hebu nikuache na wazo hili la mwisho la kujiuliza: ikiwa huwezi kuchagua unachochagua, je, unaweza angalau kuchagua kuamini kwa kwamba unaweza kuchagua? Labda hapo ndipo uhuru wenyewe ulipojificha.